Habari gani mtazamaji wetu ambaye wa anko Amiri kupitia huu kurasa wetu ambao siku zote huwa tunahusiana ya hapa na pale, lakini ikiwa na faida yakiwa na uzito, lakini yakiwa na umuhimu pia e, katika yale ambayo tumekuwa tunapita nayo katika segment yetu muhimu hii. Ni kualike e, kwa moyo mkunjufu kama ndo kwanza unaungana nasi leo e, na kama umekuwa unapita mara nyingi sana kutazama ya kwetu ambayo tunayaweka hapa e, ni kupatie shukrani kubwa na endelea kufanya hivyo kwa sababu tuna mengi ya ziada ambayo tutakuwa tunagusiana hapa. Mi naitwa Anko wa Anko wote dunia nzima. Endelea kusubscribe kwenye channel yetu, endelea pia kutupatia ushauri juu ya vile ambavyo vinakuwa vinapatikana. Leo na nafasi ya kufahamisha moja ya kampuni ambayo imekua katika nchi yetu ya Tanzania ambayo imekuwa inatajwa kwa ufupi zaidi inaitwa TPDC. Shapata nafasi ya kuisikia au jawahi kuisikia, basi twende pamoja kwenye napita tu ya siku ya leo ili tupate nafasi ya kujua TPDC ni nini au eh, ni kampuni ya aina gani? TPDC imekuwa inatajwa kwa ufupi, lakini kwa urefu zaidi inaitwa Tanzania Petroleum Development Corporation, yaani Tanzania Petroleum Development Corporation. Yani TPDC ni kampuni ya mafuta ghafi ya petroli ya kimataifa ya eh, kitaifa kutoka Tanzania na inamiliki leseni zote na vyanzo vya mafuta na gesi nchini. Kama ulikofahamu kuhusiana na TPDC eh, fahamu hivyo, na hii ni kampuni ambayo imeanzishwa mwaka elfu moja mia tisa na sitini na tisa Mei thelathini. Kwa hiyo mpaka hivi sasa ni moja ya kampuni ambayo eh, ina muda mrefu sana, na imekuwa pia inazalisha pato kubwa sana. Kama umekuwa aupo mbali nayo TPDC Tanzania Petroleum Development Corporation. E, kwa siku leo kupitia na pita tu tumepata nafasi ya kuigusia na kuifahamu. E, kama tulikuwa tuko nayo mbali, basi tuwe karibu na kuijua hiyo, lakini kama tumekuwa karibu tunaijua hiyo, basi naamini ukumbusho kuhusiana na pita tu umetukumbusha moja ya kitu ambacho kimekuwa cha umuhimu na kimeongeza maarifa sana kwetu. Asante. Shukrani sana, naendelea kusubscribe, endelea kutupatia maoni na ushauri mbalimbali mbali, si tutaufanyia kazi kupitia jamvi letu hili muhimu ambalo lina nafasi ya kutuongezea mengi na ya faida pia. Asante na shukrani pia kwa kutenga muda wako kwa kuitazama kwa dakika hizi chache ambazo tumezitumia mi pamoja na wewe kuwepo pamoja hapa. Asante na kwa heri.